itadhibiti migogoro kati ya wananchi na wanyama pori kwa kufanya yafuatayo. Moja, kuimarisha mipaka ya hifadhi kwa njia rafiki kwa wanyama na wananchi. Tunakwenda kuweka kitu kinaitwa noise fencing. Ni waya tu za umeme unazungushia hifadhi. Tembo akiwa amekaribia mita mia moja zinatoa kelele milio ambayo inakera tembo kwenye masikio yake haji mbele anarudi alikotoka. Tuna changamoto najua, kwenye mikorosho huko, na mwaka huu hali ya korosho ishakuwa mbaya, sijui tutaishije. Tunafahamu, na ndo uzuri wa mbunge mimi ambayo tunaishi wote hapa. Ukienda kwenye mikorosho utanikuta kwenye kwenye ufuta kwenye bazi, nitashiriki. Unaniambia hali yoyote ya korosho mwaka huu unaijua ilivyo, tutaishije sisi wanaliwale, na mvua inaanza kuja mapema. Hii Mungu aliwapa korosho alijua niyo maisha yenu yatatokea hapo. Mungu hajawaacha mhangaike, hayupo aliyoomba azaliwe na chungwaa wala Liwale. Anazungumza mbunge hapa ha. Unajua, huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo korosho itashuka bei. Yaani mmetengenezwa, mmetengenezwa, mmetengenezwa mmetengenezeka kwamba mwaka wa uchaguzi korosho eti bei ndogo. Leo korosho inauzwa kwa minada, ni zao pekee duniani unalikuta linauzwa kwa minada miwili au mitatu pekee. Niambie zao gani jengine, kwamba eti kuna mnada wa kwanza unafanyika, halafu watu wanakaa, unakuja mnada wa pili na miujiza. Sasa mnada wa kwanza bei iko juu, mnada wa pili bei iko chini. Leo hiki kikorosho hiki hakuja kuambua. mia sita, sawa uza. mia nane, sawa uza. elfu moja, sawa. Haelewi nani anayempangia ile bei, na kwa nini anampangia bei ndogo, haelewi. Korosho ingetosha kuifanya kusini isiwe hivi. Nendeni kwenye nchi nyingine, nenda Afrika ya Kusini, kuna miji matajiri kwa kuuza epo Apple. Nani kaona Apple linauzwa shilingi mia mbili hapa no. Wapi umeona Apple linauzwa mia mbili? Wapi? Hakuna Apple la wa mia mbili. Wapi umeona korosho inauzwa shilingi mia mbili? Wapi?